Faida ya kwanza utofauti kati ya biashara na kampuni, biashara inalipa mara moja kwa mwaka na inalipa asilimia 30 ya faida Corporate tax. Lakini biashara, kila baada ya miezi mitatu unaenda TRA kufanyiwa ukaguzi kwamba umeuza, hiyo muuzaji amefanyaje, umeendaje, inategemeana na anayekufanyia assessment hiyo. Inakuwa ni risk sometimes inaweza ikafanywa, wanasema kwa nature industry yako, na huko mwenge, wewe unaingiza faida nyingi, tulipe shilingi kadhaa, kumbe unaambia lakini amna mchakato ajenda biashara nini? Hapana bwana, sisi tunawajua sisi tunataka kutetea jeuri bwana, sisi ndoshakwambia lipa hii kwa kila baada ya miezi mitatu nabidi, na na sala yake ni kwamba kishakiwa kiasi fulani, anayekuja kufanyia assessment anayefuata mara nyingi atakuwa pale anachezea pale pale au kuongezeka. Utofauti wa kwenye kodi, tofauti wa pili unaitwa liability. Biashara tutatumia tin namba yako binafsi tutaibadilisha kwa ya biashara kwa hiyo kodi zote zitasoma kwa jina lako Elizabeth. Kwa hiyo atakayekuwa anadaiwa mambo ya kodi uh, yote ni Elizabeth, sio biashara yako. Kwa hiyo kwenye biashara liability zote zinakuwa juu ya Elizabeth, ila kwenye kampuni, kampuni kule unapata tini namba yako, tini namba ya kampuni. Kwa hiyo vinasoma kwenye jina la kampuni, kwa mfano madeni yote kwenye jina la kampuni. Liability ni kwamba unavyoingia mikopo au kufanya kazi ukashindwa kudeliver au kadeliver ukashindwa kulipa mikopo au ukashindwana, baadaye anayekuja kudaiwa sio Elizabeth, ni kampuni ya Elizabeth ndio itakuja kudaiwa. Kwa hiyo Elizabeth anaweza akawa anaendesha Mercedes Benz lakini anadaiwa laki sita. Kwa sababu tu hataki, hana interest ya kulipa, anaweza akasema basi tufuate procedure za kawaida za makaratasi makaratasi, tulipane, itakulipa taratibu. Yes. Lakini uweze kusema, ila Elizabeth, unaendesha Mercedes Benz, mimi nakudai laki sita unashinda kulipa, hapana. Liability kwa kampuni inakuwa kwenye kampuni ya Elizabeth. Elizabeth yeye hadaiwi hiyo laki sita, hata elfu kumi, ai. Kwa hiyo anayekuwa anadaiwa ni kampuni, sio Elizabeth, kwamba kwenye biashara liability inakuwa kwa muhusika ila kwenye kampuni liability kwenye kampuni kwa hiyo hamna musiki, hamna mtu atakaye kuja kukaba tunakudai a a ulikuja, tukasajiliana tukasemeshana tukas. Kwenye kampuni namba tatu, management iko hivi. Kampuni lazima msajili mkiwa kuanzia watu wawili kuendelea biashara unaweza kusajili ukiwa peke yako. ko hapo watu wawili, kuna lengo mbili. Unaweza ukachukua mtu ambaye yeye yeah, ana kitu na wewe una kitu, mkakaa mezani mfanya biashara, kwa sababu sheria lazima uwe watu wawili. Ukachagua mtu wote unayemwamini ambaye hana kitu, lakini sheria sinakuhitaji kuhitaji, na unahitaji kampuni, unaweza ukachukua mtu wa familia au mke.